Ili kuhusiana na matukio mbalimbali mbali ulimwenguni na taarifa ambayo tumeipata hivi punde inasema kuwa ndege ya shirika la ndege la Air India iliyokuwa ikielekea jijini London nchini Uingereza imeanguka katika eneo la makazi ya Mega Nagar nchini India ikiwa ni na jumla ya abiria na wahudumu 242. Ndege hiyo inadaiwa kudondoka ardhini muda mfupi baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Ahmedabad saas 7 na dakika 38 na mchana wa leo Alhamisi Juni 12 2025. Shirika la habari la Reuters limeripoti leo Alhamisi Juni 12 2025 kuwa inahofiwa kwamba kuna vifo na majeruhi wengi katika ajali hiyo. Ndege hiyo ya Air India aina ya Boeing 787-8 Dreamliner ilikuwa na abiria 230 na wahudumu 12 wakiwemo rubani mkuu Sumit Sabarwal na rubani msaidizi Clive Kanda ambao wote walikuwa ndani ya ndege hiyo. Ndege hiyo iliyopaa kutoka uwanja wa Ahmedabad saa saba na dakika 38 mchana siku ya leo ilikuwa na jumla ya watu 242 ndani, miongoni mwao ni 169 raia wa India, 53 wa Uingereza, mmoja wa Kanada na saba wa Ureno, kulingana na kituo cha udhibiti wa polisi. Ndege hiyo ya Air India yenye nambari ya safari AI 171 ilikuwa ikielekea London nchini Uingereza, nanukuu, mnamo Juni 12, 2025 ndege ya Air India 787 yenye usajili VT-ANB ikiwa katika safari ya AI 1717 kutoka Ahmedabad kwenda Gatwick, London, ilianguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka Ahmedabad nchini India, imesema taarifa ya mamlaka hiyo. Mamlaka hiyo imesema kabla ya kuanguka ardhini, marubani wa ndege hiyo wametoa wito wa dharura wa mayday, yani kwenda kituo cha udhibiti wa safari za anga ATC, lakini baada ya hapo hawakusikika tena kwenye chaneli ya mawasiliano hayo ya anga. Na nukuu, mara tu baada ya kuondoka kwenye njia ya kurukia yani runway 23, ndege ilianguka nje ya uzio wa uwanja wa ndege. Moshi mzito mweusi ulionekana ukitoka katika eneo la ajali hiyo ilipotokea. Chanzo kimoja kutoka mamlaka ya usafiri wa anga DGCA kimeieleza Reuters kwa sharti la kutajwa jina, na nukuu, safari ya AI171 kutoka Ahmedabad kuelekea London Gatwick imehusika katika tukio la leo Juni 12, 2025. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na ndege hiyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira. Ndege ya India ya India iliyokuwa inaelekea London ikiwa na abiria 242 imeanguka dakika chache tu baada ya kupaa kutoka mji wa magharibi mwa India wa Ahmed Dabad. Ndege hiyo ilikuwa inaelekea uwanja wa ndege wa Gatwick nchini Uingereza, na maafisa wa polisi wamesema imeanguka katika eneo la makaazi ya watu karibu na uwanja wa ndege. Mkuu wa polisi wa jiji GS Malik ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa miili 204 imepatikana kutoka eneo la ajali ya ndege huku kukiwa hakuna taarifa yoyote ya manusura. Gazeti la India Express limenukuu taarifa za polisi likiripoti kuwa watu wote 242 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo wamepoteza maisha. Maliki ameeleza kuwa miili iliyopatikana inaweza kuwa ya abiria waliokuwa ndani ya ndege pamoja na watu waliokuwa katika jengo ambalo ndege hiyo iliangukia, ambayo ni hostel ya madaktari wa chuo cha tiba cha cha serikali cha BJ. Katibu wa afya wa jimbo la Dhananjay Duved amesema ndugu wa waathirika wameongwa kutoa sampuli za DNA ili kusaidia katika utambuzi wa miili kwani baadhi ya maiti zimeharibika. Afisa mmoja mwandamizi wa polisi amesema kuwa eneo la ajali tayari limeondolewa takribani asilimia sabini hadi themanini ya mabaki na juhudi zinaendelea kukamilisha kazi hiyo haraka iwezekanavyo. Waziri mkuu wa India Narendra Modi amesema ameshitushwa sana na ajali hiyo ya ndege. Ajali ya Ahmedabad imetushtua na kutuhuzunisha, haielezeki jinsi inavyovunja moyo, amesema Modi katika ujumbe aloandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Mtandao wa kufuatilia safari za ndege wa Flight Radar 24 umesema ndege hiyo ilikuwa aina ya Boeing 787-9 Dreamliner mojawapo ya ndege za kisasa zaidi zinazotumika kwa wakati huu. Tunathibitisha taarifa, kisha tutatoa taarifa zaidi baadaye, nilisema shirika la Air India katika ujumbe lililoandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X. Mara ya mwisho ndege kuanguka nchini India ilihusisha ndege ya Air India Express mwaka 2020 ambayo ni tawi la bei nafuu la shirika la Air India na watu 21 walifariki dunia katika tukio hilo. Hii ni poa mibia.